Mheshimiwa kaimu mkuu wa mkoa, kwanza tunakushukuru sana kwa kutembelea wilaya yetu. Tunaamini pamoja na kuja kwenye hoja za CAG, Songwe ni wilaya ya kiwekezaji, ni wilaya ya kiutalii, ni wilaya ya madini, ni wilaya ya stakabadhi ghalani kwa vitendo. Kwa hiyo tunakukaribisha sana na tunaamini mara baada ya kutoka hapo ukirejea Mbozi utaendelea kuwa balozi mzuri wa wilaya yetu kwa sababu ni wilaya yenye neema kubwa sana. Lakini, kipekee Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakushukuru kwa namna ulivyoongoza kaunti chetu. Hakika umeonyesha uongozi wenye weledi mkubwa sana. Na kwenye hili kama alivyosema Mheshimiwa mbunge sisi Songwe ni wamoja, kama alivyosema katibu wa chama, na tunaomba uondoke na taswira ya kwamba ameeleza Mheshimiwa mbunge zaidi ya asilimia 99 miradi mikubwa imefanyika huko. Mheshimiwa Rais ameshusha fedha hakuna diwani hapa ambaye hajaguswa, iza kwenye afya, kwenye barabara, iza kwenye elimu. Kila diwani ana kitu cha kusemea kwenye maeneo yake. Pamoja na shukrani hizo, tumshukuru kaimu katibu tawala hapo kwa namna ambavyo mmetuongoza. Baada ya kusema wewe, mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakutakia kila la heri. Tunaamini wewe ni kiongozi, ni kijana e, ulikuwa wizara ya ardhi, ukawa DAS Kahama, na leo uko Mbozi na mkuu wa mkoa amekuamini kuendelea kumwakilisha kwa, tunakutakia kila la heri kwenye uwajibikaji wako tunakuombea afya njema, lakini kipekee tunamuombea afya njema mheshimiwa mkuu wa mkoa, katufikishie salamu sisi wananchi wa Songwe tukiongozwa na mwenyekiti wetu na mbunge wetu. Tunamtakia kila la heri mheshimiwa Chongolo kwenye mambo yake yote huko duniani, tukiongozwa na mbunge wetu kamanda kabisa wa vita na mwenyekiti wa halmashauri. Sisi kazi yetu ni kumuombea dua, tunaweza tusiwepo huko, lakini tunamtakia kila la heri na, na umwambie sisi wanasongwe tuko naye pamoja, pamoja na rasi wetu. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa nafasi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mbozi na kaimu mkuu wa mkoa. Karibu sana Songwe. Songwe ni salama. Mungu ibariki Songwe. Asante sana.